Utengenezaji wa dawa yetu ya sink and tiles cleaner ni kama inavyoonekana hapa. Kitu cha kwanza tutakachotumia, tuna hydrochloric acid ambayo tutatumia lita tatu. Tuna silesi ambayo tuna tutatumia robo. Tuna rangi ambayo tutakadiria kiasi tupendacho wenyewe, hii haikufungi, unaangalia mwenyewe unavyohitaji. Na tuna perfume ambayo tutatumia ml ishirini na tano. Tuna chumvi ambayo ni gramu mia mbili, tutaitumia kwa ajili ya kazi yetu hii ya kutengeneza dawa yetu ya sinki. Pia tuna maji lita sita na nusu na tuna ndoo ambayo tutaitumia kwa ajili ya kuchanganyia. Lakini pia tuna makopo hapa, lazima utumie makopo magumu, usitumie kopo laini. Pia tuna stika ambazo zinatuonyesha jina la kampuni na maelekezo ya namna ya kutumia dawa yetu ya sinki. Baada ya hapo, hatua ya kwanza, nitachukua silesi pamoja na chumvi ya mawe Nitakoroga kwa pamoja. Kumbuka, siles yetu ni robo na chumvi yetu ni gramu mia mbili. Kwa hiyo tutazitia vyote katika ndoo, tutatia vyote katika ndoo, kisha tutakoroga kwa pamoja ili tupate rojo soft. Tuhakikishe kwamba chumvi na siles vimeyeyuka vizuri na vimechanganyika vizuri. Nafikiri kila mtu anaona hapo. Baada ya kutia siles na tia chumvi ya mawe, usitumie chumvi ya nyumbani, tumia chumvi ya mawe. Baada ya hapo, nitaanza kukoroga mpaka nihakikishe kwamba imechanganyika vizuri. Ntaendelea kukoroga hivyo vitu viwili, haitaki kuwa na haraka, unakoroga taratibu mpaka uone kwamba huo mchanganyiko umekaa vizuri. Baada ya hapo, nitatia maji yangu lita sita na nusu katika ndoo kisha tia, nitaendelea kukoroga. Kama tunavyoona hapo, mchanganyiko wetu una povu pia, kwa sababu ya ile silesi. Silesi kazi yake ni kuleta povu katika sabuni au katika dawa ya sinki. Dawa ya, kazi yake ni kuleta povu, na dawa ya chumvi ni kusaidia sabuni au dawa isiharibike, lakini pia kufanya isiharibike au isioze na kuongeza uzito katika sabuni. Baada ya hapo, tutaendelea kukoroga sabuni yetu ambayo ina maji lita sita na nusu ina sile sirobo na ina chumvi gramu mia mbili, lakini ukumbuke kwamba hydrochloric acid ni kemikali kali. Usije ukaanza kufungulia meno, ili ufungue kwanza hapo tu, ukishaifungua inatoa kama mvuke ni kemikali kali. Kwa hiyo, unaweza ukatumia akili tu kwamba ukishatoa ule mfuniko wa juu mwekundu hapo juu ukatoboa hata na na kimsumali au na kitu chochote ukatoboa hata matobo hata mangapi, matatu manne ili uweze kuitoa. Kwa hiyo, mimi hapo nili ule mfuniko wa ndani sikuutoa, ila nilichoma hapo juu na msumali mkubwa nikachoma kama sehemu mbili tofauti nikawa na hii mimina kwa kukamua. Usije ukafungua na meno ndugu yangu kwamba eti unaweka meno yako hapo unafungua hydrochloric acid, utatuletea kesi ambayo sio. Hakikisha kwamba haikurukii. Yaani hii ndio inatakiwa kweli uvae vifaa kinga. Kama una gloves, vaa gloves, na kama una ile ya kuvaa puani, ile maski, unatakiwa utumie hiyo au barakoa. Vaa vifaa kinga kwa sababu hydrochloric acid siyo kemikali ya kuchezea na ndio maana kama inavyosafisha sinki inatakatisha. Sasa fikiria kwamba ikikuta mwilini inakuaje? Kwa hiyo mimina kwa utaratibu, toboa pale katikati kwenye ule mfuniko wa mwisho ule, alafu endelea na nini na kazi yako. Baada ya hapo, tutatia pafyumu yetu ambayo tulishapima gramu 25 na tutatia rangi yetu. Rangi unakadiria unayoipenda japo kwenye sinki na hii tiles cleaner hatutii rangi nyingi. Unatia rangi kidogo kwa ajili ya kuleta mvuto tu. Lakini usitie rangi nyingi sana, inakuwa ina haileti ina mvuto mzuri. Kwa hapo mimi nimetumia rangi hii ya orange, nitakoroga rangi yangu na hiyo perfume ichanganyike vizuri kwenye sabuni yangu ili niweze kupaki hii. Haina muda wa kusubiri kwamba baada ya masaa ishirini na nne baada ya nini, hapo ilipo tayari iko tayari kwa matumizi. Kwa hata hapo ukiichukua ukiimwaga inaitika kama kawaida na ina, inasafisha au inatakatisha sinki. Kwa hiyo tusisahau jamani, malighafi zetu katika utengenezaji wa sabuni hii au wa dawa hii ni nne tu, hiyo tuna hydrochloric acid, tuna rangi tuna perfume, na tuna chumvi na silesi tuna vitu vitano ambazo hiyo hydrochloric acid inauzwa shilingi elfu tatu, maanake hizo tatu ni elfu tisa. Hiyo silesi ni shilingi elfu mbili, inakuwa elfu kumi na moja. Rangi elfu moja, inakuwa elfu kumi na mbili. Pafyumu elfu mbili, inakuwa elfu kumi na nne. Chumvi kadiria mia tano, kwa sababu kilo moja ndio shilingi elfu moja. Kwa hiyo elfu kumi na nne na mia tano, kumi na nne mia tano. Lakini tutapaki makopo ya lita kumi ambayo hii sinki na tairizi yetu tutaiuza kwa shilingi elfu tano kwa hiyo tutapata shilingi elfu hamsini na makopo yetu haya yanauzwa ni shilingi mia nne kila kopo, kwa hiyo ni shilingi elfu nne kwa makopo yote. Ukijumlisha na ile elfu kumi na nne mia tano unapata elfu kumi na nane mia tano kumi na nane mia tano. Lakini tutapaki makopo ya lita moja makopo kumi ambayo tutapata hiyo shilingi elfu hamsini, tutatoa shilingi elfu kumi na nane kama mtaji wetu tutabaki na hiyo elfu thelathini na mbili ambayo ni wastani wa shilingi elfu thelathini. Kwa hiyo sabuni ya sinki jamani, usiichukulie poa, inalipa. Cha msingi ni kuwa makini tu kwa sababu kemikali ya hydrochloric acid ni kali na haitakiwi kuichukulia masiara, usichukulie kama vile tunavyofunga au tunavyotengeneza. Sabuni za maji au sabuni nyingine. Hydrochloric acid ni kali. Mimi hapa nimevaa hizi gloves, lakini hakikisha unavaa zile gloves nzito nyeusi ambazo ni safe zaidi. Baada ya hapo, utaendelea kupaki sabuni yako vizuri na kuweka ile mifuniko ya juu. Baada ya hapo sasa, utaweka na ile mifuniko yako mekundu utaweka mifuniko mekundu, na ukishamaliza kuweka mifuniko mekundu, sasa utaanza hata kubandika stika zako. Baada ya hapo, nitaanza kuweka hiyo mifuniko yangu mekundu kama inavyoonekana. Kisha unafunga vizuri, una tight, kisha maliza. Sasa utabandua stika zako ambazo umeshatengeneza. Kumbuka hizi zinatengenezwa na wale watu wa graphics. Anatafuta mtu wa graphics anakutengenezea stika ya no.